Je, umewahi kukaa chini na kujiuliza, ni lini nitaishi maisha bila presha ya madeni? Ni lini hela yangu itaanza kufanya kazi kwa ajili yangu badala ya mimi kuitimbiza kila siku? Karibu kwenye PesaVibe, sehemu tunapopasua ukweli kuhusu pesa kwa namna rahisi ya vitendo na ya maisha halisi ya Mtanzania na Mwafrika kwa ujumla. Leo tunazungumzia mwongozo rahisi na wa vitendo wa kusimamia fedha zako na kujenga maisha yasiyo na madeni. Hiki ndicho kitu ambacho kila mtu anatamani, lakini ni wachache wanaojua pa kuanzia. Leo wewe umeanza safari hiyo. Hatua ya kwanza ya kujenga maisha bila madeni ni kuijua pesa yako inapotoka na inapokwenda. Bila bajeti, maisha yanaendelea bila mwelekeo, kama kushika maji na mikono wazi. Bajeti ni kama ramani, ukiwe nayo unajua mahali ulipo, unajua pa kwenda na unajua tatizo liko wapi. Watu wengi wanakosea hapa wanafikiri bajeti ni ya watu matajiri au wafanyabiashara. Hapana, bajeti ni kwa mtu yoyote anayeshika pesa, hata kama ni elfu ishirini kwa siku. Mfano wa maisha halisi: fikiri ya Asha, mfanyakazi wa saluni Mwanza, anaingiza elfu kumi na tano hadi ishirini kwa siku bila bajeti. Siku inakatika, pesa imepotea na hakuna kitu cha maana. Lakini baada ya kuandika mapato na matumizi kila siku, akaona sehemu nne muhimu chakula, nauli, mahitaji ya saluni, matamanio, vitumbua na vitu visivyo lazima. Akatambua kuwa matamanio pekee yanamnyonya asilimia thelathini ya mapato yake. Hapo ndipo safari yake ya mabadiliko ilipoanza. Jifunze somo hili: bajeti ikitumika vizuri, inakusimamisha kuwa mtumwa wa matumizi. Inakuwezesha kuelekeza pesa, si pesa kukuelekeza wewe. pia Miongoni mwa mambo muhimu ya kufanya ni kujilipa kwanza. Siri ya watajiri wote. Kanuni ya jilipa kwanza ni msingi wa uhuru wa kifedha duniani kote. Hii ndio inawafanya watu wale wale wa mapato madogo wakuwe taratibu huku wengine wanaopata zaidi yao wanabaki maskini. Mara tu unapopokea pesa, toa asilimia fulani kwa akiba kabla ya matumizi, kabla ya matamanio kabla ya gachai. Kwa nini? Kwa sababu pesa ulioitenga kabla ya matumizi ndiyo pesa pekee itakayokusaidia baadaye. Ukisubiri kilichobaki, hakuna kitakachobaki. Mfano, mtu anayepokea pesa ya kawaida na akatenga hata asilimia kumi kila mwezi, baada ya mwaka mmoja anakuwa na karibu nusu milioni bila presha. Siri ya maisha: watu maskini huweka akiba wanapobaki na kitu. Watu wanaopiga hatua huweka akiba kabla ya kutumia. Kila mtu anaweza kujiingiza kwenye deni. Tatizo si kukopa, tatizo ni kutokuwa na mpango wa kulipa. Madeni yanakuja taratibu kama mvua ya manyunyu, ukipuuzia, yanakuwa mafuriko yanayokuzamisha. Hatua ya kwanza kupambana na madeni, kwanza, andika madeni yako yote. Kwa nini? kwa sababu huwezi kupambana na kila usichokijua ukubwa wake pili anza na madeni yenye riba kubwa haya ndio yanakumaliza kwanza ni kama shimo linalopanuka linaponyesha tena tatu epuka madeni mapya ya matumizi ya kawaida usikopeshwe tu kwa sababu pesa ipo usinunua TV mpya kwa mkopo wakati TV ya zamani bado inafanya kazi usikimbizie fasheni ya kesho ukalipa miezi kumi na mbili Mfano, kijana mmoja alikuwa akichukua mikopo midogo midogo ya simu elfu hamsini laki, kwa sababu ni rahisi. Alipokuja kukaa chini kuhesabu, aligundua riba na makato anamnyonya zaidi ya asilimia 25 ya kipato chake kila mwezi. Baada ya kupunguza mikopo mipya na kulipa ya zamani hatua kwa hatua, ndani ya miezi minane aliachana kabisa na mzigo wa madeni. Kumbuka, deni linaweza kuharibu amani mahusiano na mipango yako yote. Hakuna uhuru wa kifedha bila uhuru kutoka kwa madeni. Tofautisha mahitaji na matamanio. Siri kubwa ya kudhibiti matumizi ni kujua tofauti ya vitu viwili: mahitaji na matamanio. Mahitaji yanakuwa ni vitu vya lazima kama vile chakula, afya, makazi, usafiri, elimu. Matamanio yanakuwa ni vitu ambavyo sio vya lazima kama vile viatu vipya kila mwezi, simu mpya wakati ya zamani bado inafanya kazi, chakula cha bei gharimu kila siku, safari zisizo na mpango. Matamanio si mabaya, lakini yakichukua nafasi ya mahitaji, yanakuumiza kifedha. Kabla ya kufanya matumizi yoyote, jiulize, naenda kununua kwa sababu ni muhimu au kwa sababu napenda tu? Hii swali dogo linaweza kukuokoa milioni kwa miaka mingi. Uwekezaji: utajiri unaokuwa hata unapolala. Baada ya kudhibiti matumizi, bajeti na madeni, sasa unaweza kuanza safari muhimu sana, uwekezaji. Uwekezaji hauanzi kwa milioni, unaanza na kidogo ulicho nacho. Uwekezaji wa vitendo nchini Afrika Mashariki: kuweka pesa kwenye mfuko pamoja uwekezaji kwenye kilimo kidogo kama mpinga, nyanya, vitunguu na kadhalika. Biashara ndogondogo ndogo za mtandaoni kama resellings. Kuweka akiba yenye riba ya kila mwezi au kila mwaka. Kununua vifaa vinavyoweza kutoa faida: kamera, mashine ya kuchomelea, blender ya biashara na kadhalika. Kanuni muhimu: uwekezaji ni mti unaochukua muda kukua. Ukiupanda leo, leo hutaanza kuvuna, lakini baada ya miezi na miaka utashangaa matunda yake. Siri kubwa ya utajiri: watu tajiri wanawekeza kwanza, halafu wanatumia kilichobaki. Watu maskini wanatumia kwanza, halafu wanabaki kutafuta cha kuwekeza. Safari ya pesa safi inaanza na hatua ndogondogo. Ukiwa na uhitaji wa kitabu cha elimu ya uwekezaji, tumia hii WhatsApp namba, tuma neno ofa ya kitabu, utapata kitabu kwa bei ya ofa kabisa. Marafiki wa PesaVibe, safari ya pesa siyo mashindano ya kukimbizana, ni safari ya hatua ndogo ndogo siku kwa siku. Ukitengeneza bajeti, ukijilipa kwanza, ukadhibiti madeni, ukachuja mahitaji na matamanio, na ukaanza uwekezaji, basi tayari umeanza safari ya maisha sio na madeni, maisha yenye uhuru na maisha yenye amani ya kifedha. Kumbuka kauli hii muhimu kuwa kiasi chako cha mapato hakikuamui kama utakuwa uhuru kifedha, bali namna unavyovisimamia ndiyo inakuweka uhuru.